Naitwa Masinya, nilikuwa kijana wa kawaida tu kama vijana wengine. Sikuwa na makuu na mtu yoyote yule. Maisha yangu yalikuwa ya kawaida kabisa. Nilikuwa najishughulisha na kazi ndogo ndogo za hapa na pale. Nilikuwa mtu ambaye sina marafiki wengi. Nilipokuwa naishi awali, nilihama kutokana na chumba kubana, chumba kilikuwa kidogo, kwa hiyo nikahamia mtaa jirani kutoka nilipokuwa nikiishi mwanzo. Nyumba niliyohamia Nilikuwa mpangaji pekee wa kiume kwenye nyumba ya mama mmoja aitwaye Bi Salma. Alikuwa mwanamke mzuri, hata ukimwangalia usingedhani ana miaka 49. Alivutia sana kama msichana wa chuo. Mume wake mzee Ramadhani alikuwa ni mtu wa heshima sana muda wote na siku zote, yeye huvaa kanzu tu na ni mtu ambaye hutabasamu kila muda, lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na huzuni Ilisemekana mzee huyo alipata ajali ya pikipiki miaka miwili iliyopita, na tangu siku hiyo alikosa kabisa uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Hakumwambia mkewe, akaamua kumficha, ila walipompeleka hospitali ya mkoa, madaktari walimwambia waziwazi, kutokana na ajali uliyoipata, ule mfumo wa ndani ya uzazi umepata shida kubwa, hautaweza tena kumpa mwanamke mimba hakumwambia mkewe, akaamua kumlea mke wake kwa upendo tu. Sasa kama tunavyojua hizi nyumba za kupanga huwa na mambo mengi. Nilianza kuzoeana na Bi Salma Maza House, maongezi ya kawaida mara kwa mara yakabadilika, yakawa kutumiana vocha, kutumiana vocha kukawa kutembeleana jikoni, na hapo ndipo nilijikuta nimeingia kwenye mahusiano ya hatari na mke wa mtu, mbaya zaidi ni mke wa baba mwenye nyumba wangu. Tulijificha sana, lakini kumbe mzee Ramadhani yani mwenye nyumba wangu alijua kila kitu, na jambo baya zaidi, hakuchukua hatua ya haraka, hakuniita hakutishia kunifukuza, alikaa kimya, kimya ambacho nilikuja kugundua kilikuwa ni cha mtu wa kiza. Siku moja nikiwa chumbani kwangu usiku wa manane, nikasikia sauti ya kike inalia. Nilijua ni sauti ya Bisalma. Nilipotoka kuangalia, nikakutana naye akiwa ameketi nje ya mlango wangu akiwa analia. Aliniambia, Masinya, nina mimba, mimba yako. Nilitetemeka. Mimba yangu? Hapana, hatukuwa tumefanya mara nyingi sana na tulikuwa makini sasa inakuwaje mimba ghafla hiki kiasi? Lakini pia kilichonishtua zaidi ni jinsi alivyoongea. Alikuwa anatetemeka, inaonekana anaugulia maumivu, na tumboni kwake palikuwa tayari pamevimba kama mtu wa ujauzito wa miezi mitatu. Ilikuwa haiwezekani. Nilimpeleka hospitali na kweli alikuwa mjamzito, walisema mimba ni ya miezi mitatu. Niliwaza sana ni lini hiyo hamna. Ese, hii haiwezekani kabisa, ilikuwa haiwezekani kimahesabu. Huyu mama anataka kunishikisha ese. Nikaanza kupata hofu, nilianza hata akipiga simu sipokei. Siku ya kwanza tangu ile taarifa nilianza kujisikia vibaya tumboni, tumbo langu uliuma kama mtu aliyekula chakula kibovu. Usiku huo Nikashindwa kulala, nikaanza kusikia tumbo linacheza linacheza, kama kuna kitu kinatembea ndani yangu. Nilijipapasa, nilihisi joto kali sehemu ya kitovu. Ile kujiangalia, nikakuta kitovu kimetuna na juu yake kulikuwa na alama ya mduara mekundu kama alama ya kuchomwa na moto. Niliwaza, hii nini sasa? Usiku uliofuata nilisikia sauti, sauti ya mtoto ikilia tumboni mwangu. Nilidhani naota, lakini sauti haikuisha. Ilikuwa inaongea kwa sauti ya ajabu kabisa, ya ndani ya tumbo, ikasema: baba baba, baba. Nilishtuka nikawasha taa, lakini hakuna mtu mwingine aliyesikia wala kuwemo chumbani mwangu nilikuwa na mawazo sana mpaka asubuhi. Siku ya tatu matiti yangu yakaanza kuning'inia, ndiyo matiti kama ya mwanamke. Tumbo lilizidi kama vile nina mimba, na siyo kama hii, ilikuwa ni mimba kama mzaha. Nilijikuta navaa shati kubwa na mablanketi ili visionekane. Aise, yaani nilishindwa hata kutoka nje. Nilikuwa na aibu na hofu. Siku hiyo nilishinda ndani nikilia mpaka usiku, mara nikapitiwa usingizi, nikapata ndoto. Niliota ndoto kwamba yule mzee Ramadhani mwenye nyumba wangu ambaye nilikuwa natembea na mke wake, alikuwa amesimama juu ya mlima akiwa amevalia manguo ya kichawi, mwili wake umejaa matunguli ya uchawi na mikononi alikuwa amebeba gongo. Aliniangalia kwa macho mekundu, Akasema, mke wangu hakuwa wako, lakini mtoto mtoto sasa ni wako. Utaubeba huo mzigo mpaka leba, na siku akizaliwa utajua kwa nini walisema mke wa mtu ni sumu, na nadhani unaelewa kazi ya sumu ni nini. Niliamka nikiwa nimejisaidia kitandani. Usiku huo nililia kama mtoto mdogo, hakuna mtu wa kumweleza Naanzaje kumwambia mtu kuwa nina mimba? Nilianza kuumwa kila siku, tumbo lilizidi kujaa. Aliyekuwa akiniletea chakula ndani namwambia niwekee hapo hapo mezani, huku nikiwa nimejificha chumbani asinione. Akaanza kunikwepa. Marafiki niliwashirikisha matatizo yangu wakanikataa. Ikabidi nimwambie mama tu, ila nikapunguza ukali wa maneno. Nikamwambia kuwa mama, tumbo langu limejaa sana kupita kiasi na nina hali mbaya sana mama, tafadhali njoo nione. Mama yangu aliniambia hii hali si ya kawaida, kuna kitu na ficha. Lakini ningiwezaje kumwambia mama yangu kuwa mimi mtoto wake wa kiume nina mimba, hata kama mimba ni ya kichawi. <sighs> Nilikuwa na mchumba wangu ambaye alikuwa amesafiri kwenda likizo, ikabidi nimwambie kila kitu, kwa sababu sina mtu wa karibu aliyebaki karibu yangu baada ya haya matatizo. Nikamweleza kuwa mke wa mwenye nyumba wangu alinitaka, nikamkataa baada ya wiki hii hali ikanitokea. Akanishauri kwamba niende kwa mganga, kwamba dawa ya moto ni moto, nimtafute mganga kwa sababu huo lazima utakuwa ni uchawi. Kesho yake nikapata habari kuwa kuna mganga mmoja kule Ifakara, na anaweza kutambua kila uchawi, hata ule wa mtu aliyechukuliwa msukule. Nilipofika hakuniuliza hata jina, aliniambia, hii mimba sio yako, ni ya yule mpangaji mwenzio, lakini imefika kwako kichawi. Iko hivi: wakati huyo mke wa mwenye nyumba wako anaanza mahusiano na wewe, alikuwa akitoka kimapenzi na mpangaji aliyekuwepo kwenye chumba ulichohamiao na mke wa huyo mpangaji akawa hapendwi na huyo mpangaji, kwa hiyo huyo mpangaji akaamua ahame kabisa huo mtaa. Ndipo wewe ukahamia kwenye hicho chumba, na bahati mbaya zaidi, na wewe ukaanza mahusiano naye na mme wake. Kuna siku alimuona mke wake akitoka chumbani kwako kupitia dirishani, yaani akamwona mke wake akitoka chumbani kwako anakanga tu, na hapo ndipo alipojua kuwa wewe unatembea na mke wake. Kuanzia siku hiyo akaanza kufuatilia, baadaye akagundua mke wake ana mimba ya mwezi mmoja. Kwa hiyo alichokifanya ni kuiua hiyo mimba na kuifanya iwe mimba ya msukule, na mwisho wake lazima mtoto atolewe tumboni, na akitolewa tu ndiyo mwisho wako, yaani utakufa. Huwezi kuitoa hii mimba mpaka utoe uhai wa aliyekupa hii mimba, yaani aliyeihamishia kuja kwako, au jiandae kufa siku ya kujifungua. Na huyo aliyekuhamishia hiyo mimba ni mchawi kigagura, ambaye siyo mwepesi kama unavyodhani huyo ni mkuu wa wachawi toka akiwa mdogo huko kijijini kwao. Kwa hiyo sio kazi nyepesi kabisa. Nilimbembeleza sana anisaidie, lakini akakataa. <sighs> Nilidondoka pale kwa mganga nikiwa na mawazo mengi sana, nikajua sasa nipo kwenye safari ya mwisho ya maisha yangu. Mimba ya kichawi iliyohamishwa kutoka kwa mwanamke kwenda kwa mwanamme ndiyo chanzo cha kifo changu. Tamaa ya tendo la ndoa la muda mfupi linakuja kugarimu maisha yangu ambayo wazazi wangu wamehangaika ni kuwe. Nilitoka kwa yule mganga nikiwa ni mtu aliyejama wazo tele, kichwa kilinizunguka, moyo ulikuwa mzito, yaani maisha yangu sasa yalikuwa na tarehe ya mwisho, kama vile nimehukumiwa kunyongwa mahakamani, ila si kunyongwa pakamba, bali kwa mimba. Usiku huo nilirudi nyumbani nikiwa na matumaini yaliyofifia. Nilijifungia chumbani, nikajifunika shuka, jasho likinitoka, nilitokwa na machozi, sikuwa na nguvu hata kukula. Asubuhi iliyofuata mlango wangu ukagongwa kwa fujo, nikastuka Nilipotizama mlangoni nikasikia sauti ikisema, Masinya, ni mimi mama yako. Nilistuka, mama alikuwa na hofu machoni. Alipoingia ndani alishikwa na butwaa, alichungulia vema akanitazama. Ewe Masinya, hivi hivi ni wewe? Sauti yake ilibadilika, macho yake alikazia kitovu changu na tumbo Tumbo langu lilikuwa jimejaa limesimama kama mwanamke mjamzito wa miezi saba. Machozi yalimtiririka mwenyewe. Masinya sema ukweli mwanangu, kuna nini? unanificha nini? Nilikaa kimya, nilipigwa na butwaa, nilishindwa hata kufumbua mdomo. Lakini alirudia tena kwa sauti yenye kuuma moyo, Masinya nasema sema. Nilibubujikwa na machozi nikasema, mama, ni mimba ila si ya kawaida. Akaniambia, mimba ya nani? Umefanya nini mwanangu? Nikampa hadithi yote kuanzia chumba nilichohamia, mahusiano na Bi Salma, mimba ya ghafla, ndoto ya mzee Ramadhani, na hatimaye kumtembelea kwa mganga. Mama alitetemeka, alijisheka kifua Akasema polepole, yaani mwanangu kakutana na sumu ya mke wa mtu na mchawi tena. Akakaa kimya kwa dakika kadhaa, na kisha akasimama kwa hasira, lazima niongee na huyo mzee mwenye nyumba aise, siwezi kuona mwanangu anazimika taratibu kama mshumaa wa sikukuu ya kuzaliwa, na mimi nikae kutizama tu. Alichukua kikoi chake, akaufunga kiunoni kisha akaelekea kwa mwenye nyumba. Dakika ishirini baadaye mama alirudi akitikisa kichwa, we, Masinya, yule mzee si binadamu. Nimemwendea kwa heshima, vizuri tu, nimepiga magoti, nimemwambia kila kitu, lakini akaniambia, hiyo mimba siwezi kuiondoa, ni haki yake mtu, mimba ni yake, mnataka niitoe nani? Aibede wakati yeye alimpa mke wangu mimba na mimba ni yake. Kwa hiyo mimi nimeona isiwe tabu, nimrudishe mzigo wake aishi nao. Mama alilia akasema, sasa nitakwenda kwa ndugu zangu, tutoke pamoja kumwomba tena. Alienda kutafuta kaka zake, wajomba zangu wakubwa, wakaja wawili, wakamfuata mzee Ramadhani. Lakini hata walipomwambia tunaomba kwa heshima tuondoe haya yaliyomkuta kijana wetu Ha ha, yule mzee mwenye nyumba aliangua kicheko cha ajabu kisha akasema, msinihubirii dini nyinyi. Huyu kijana alikula tunda la laana, sasa atakunywa sumu yake mwenyewe. Baada ya hapo mama alirudi kwa hasira, machozi hayajakauka. Masinya, sasa basi, kama wachawi wana nguvu, basi tunaye Mungu aliye hai. Kaka zako hawaendi tena kwa huyo mzee. Mimi naenda kwa mchungaji. Asubuhi iliyofuata mama alinitia nanga, akanichukua mpaka kwa mchungaji mmoja aliyekuwa na huduma kali sana, anaitwa Mchungaji Baraka. Tulipofika, mchungaji alinitazama sana haraka, akasema kwa sauti ya upole, kama kweli unaamini ndani ya moyo wako na kama kweli umetubu kwa makosa yako, basi hautakufa kwa maana Hakuna nguvu juu ya jina la Yesu Kristo. Niliangua kilio nikakiri hadharani. Mchungaji, niliingia kwenye zinaa, nikakosea, nikadanganyika, nikaingia kwa mke wa mtu. Najuta sana, naomba Mungu anisamehe. Mchungaji akaanza kuomba, aliomba kwa sauti, sauti ya ukali wa mamlaka, kama anapambana na nguvu za giza mara akaanza kunena, chumba kikaanza kusikika kama kimebadilika hali ya hewa. Nilianza kutetemeka, tumbo likanibana, kitovu kikaanza kuwaka moto, moshi wa ajabu ukatoka tumboni kwangu, nikapiga kelele. Mama alikuwa pembeni kishanga, akishangaa kinachotokea. Baada ya maombi hayo, nilihisi tumbo lilipungua, nikarudi kama zamani. Mchungaji alituambia turudi nyumbani na tuendelee kuomba. Usiku huo tulirudi nyumbani, mara tukasikia makelele kutoka chumba cha mwenye nyumba, ah, ah, ah. Tulitoka tukakimbia kwenda kuangalia, tukakuta mzee Ramadhani ameshika tumbo lake, tumbo lilimvimba ghafla, tumbo lilikuwa kubwa kama lililokuwa langu. Alikuwa kihema kwa nguvu, akilia "Msiende, msiende, siyo sawa hii, sitaki tena, nirudisheni!" Tulirudi ndani kwangu, mama yangu akasema, hiyo mimba imerudi kwa mwenyewe, maana Mungu hawezi kuacha haki ifunikwe na uchawi. Asubuhi ilipofika, tuligundua yule mzee hakupumua tena, alikuwa amefariki usiku huo. Nilianguka miguuni mwa mama yangu, nikalia kama mtoto. Mama, nilinusurika kufa mimba hii ilikuja kunimaliza mama. Akasema Mungu alikuokoa kwa sababu ulimuomba kwa dhati na ukatubu dhambi uliyoifanya, na yeye, huyu mzee alipogundua umetembea na mke wake hakutakiwa kukuhukumu. Kama ungesimama kwa kiburi na kuhangaika kwa waganga usingepona. Mchungaji alikuja siku ya tatu kufanya maombi ya shukurani. Aliniambia maneno haya ambayo yalinibadilisha kabisa. Tamaa ya muda mfupi inaweza kukumaliza kabisa. Mke wa mtu siyo fursa ya raha, ni lango la laana. Umenusurika, lakini kumbuka, si kila mtu atapewa nafasi ya pili. Na tangu siku hiyo nimeishi kwa heshima, hofu ya Mungu na kujiepusha na kila mwaliko wa tamaa. Na kuanzia kesho hapa inabidi uhame. Jina langu ni Masinya. Na hii ni simulizi ya mimba ya kichawi ambayo nilibeba kwa kosa moja tu, kulala na mke wa mtu. Ndugu msikilizaji na mtizamaji wa simulizi hii, ogopa kitu kinaitwa mke wa mtu na mume wa mtu. Kimasihara masihara unaweza jikuta unapoteza maisha kwa sababu ya tamaa ya dakika tano tu lakini pia tujifunze kuwa na kifua cha kuhimili mambo makubwa na mazito pindi yanapotokea, kwa sababu tumemuona mzee mwenye nyumba wa masinya aliamua amlipizie huyo kijana mimba ya kichawi ili imuue, lakini badala yake yeye ndiyo ule ubaya umemuua. Kwa hiyo tunajifunza kwamba hata mtu akukosee vipi, usikimbie kumuhukumu. Tumwachie Mungu ndiye mwenye kuhukumu. Ukihukumu wewe unaweza patwa na makubwa zaidi. Kumbuka, auwae kwa upanga basi atakufa kwa upanga.